Mambo vipi wewe mtazamaji wetu, ikiwa ni baada ya Askofu Gwajima kuposti hii video majira ya juzi aa, akisema kwamba maskofu wamekuja kanisani kwake. Sasa baada hayo kigogo ameweza kumrarua sana Askofu Gwajima baada ya kuongea mambo mengi husiana na wale maskofu ambao wako nyuma, jinsi kama unavyoona sasa. Kabla sija nuku kila alichokisema kigogo kupitia peji yake na mtandao wake wa Instagram, na msikiliza kwa makini hapa clip ya askofu Gwajima watazame na hawa maskofu, lakini baada ya hapo nitarudi kuambia nini ambacho kigogo ameweza kuzungumza kuhusiana na hawa maskofu ambao wako nyuma ya askofu Gwajima. Ni saa tano na robo usiku hapa Dar es Salaam na hawa maskofu wamefika hapa usiku huu sasa hivi kwa sababu ya taharuki iliyotokea, kwamba tunaona hapo polisi wamekuja kuzunguka kanisa la ufufuo na uzima hapo Ubungo, na maskofu hao wamekuja haraka kukimbia kuja kusikiliza ni nini kinachoendelea. Of course hata mimi mwenyewe sijajua kinachoendelea, lakini naona hapo nje kuna defender za polisi kama tatu hivi, wamekuja kuzunguka kanisa, hatujajua nini kinaendelea. Kwa hiyo tunataka maaskofu wenzetu wote na wachungaji wetu wote na waumini wetu wote mjue kwamba uh, usiku huu saa tano, uh, sasa hivi tarehe ngapi leo? Tarehe mbili. Tumezungukwa hapa na polisi hapa, sijui wanataka kufanya nini, na maaskofu wamepata taharuki, wamekimbia usiku huu kutoka madhehebu mbalimbali, kuja kuangalia ni nini kime- kinaendelea kufanyika. Kwa hiyo nitaendelea kuwajulisha, lakini kwa ufupi ni kwamba kuna watu wamefika hapa kanisani, tunaona defender, hatujajua ndio polisi au ndio watekaji wenyewe. Nafikiri ni polisi, tunaona ni gari za polisi, lakini Nafikiri umesikia kile ambacho anakiongea skofu Gwajima ukiwa amezunguka nao maskofu sasa. Alicheweza kuandika Kigogo kupitia hii posti ya skofu Gwajima, aliweza kusema kama ifuatavyo: Gwajima ni muhuni sana, afu akatuma na emoji mbili za kucheka. Kigogo akaendelea kusema kama ifuatavyo: hakuna skofu kwenye hawa watu, kachukua masela kawavisha nguo, tena hapo hata sio kanisani kweli jasusi la mbinguni, alafu akatuma na emoji moja ya na kucheka. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika Kigogo, kwamba hawa walioko hapo wote hakuna askofu hata mmoja, ni wahuni tu ambao wameweza kuvishwa nguo za kiaskofu na Gwajima amewatumia tu kama kinga. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika <laughs> Kigogo kupitia peji yake ya Instagram. Sasa nimtazama hizi hapa klipu kwenye hili swala, sitayumba, sitabadilika, sitapunguza msimamo, tasimama nalo paka kuhakikisha kila aliyetekwa amejulikana amekwenda wapi anafanya nini, na wale missing persons. Kuna wengine wanaitwa missing persons ambao wenyewe hawajulikani wako wapi, lazima tuhakikishe na wao wanapatikana. It is in this time we refuse abductions in our country, disappearances in our country, we will never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

kuna yule dada wa Uganda kaka Boniface Mwangi wa Kenya, na yule kaka dada wa Uganda yule, eh, eh, Agatha Tuhaile. Haiwezekani, wale si, si polisi. Polisi wa kwetu ni competent. Sema tena competent. Wale siyo idara ya usalama. Idara ya usalama ya kwetu ni competent, wala siyo jeshi la wananchi, wala siyo magereza, wala siyo uhamiaji, siyo. Bila shaka inaweza kuwa hebu sema, inaweza kuwa kuna kakikundi fulani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 tumepata neno mpya kwenye ulimwengu wa kisiasa linaitwa gwajimanization. Sasa nilipoona gwajimanization, nikataka sasa niitafasiri gwajimanization, maana yake nini? Gwajimanization au gwajimanizing ni ujasiri usioteteleka wa kusema kweli, haijalishi ukweli huo ni mchungu au hawapendezi walioko madarakani. Ni dhamiri dhabiti ya kutetea masilahi ya taifa kuliko masilahi binafsi, na kuinua sauti kwa udhubutu mkubwa bila kuyumba, kiasi cha kusababisha ivume ndani ya himaya za mamlaka na kutikisa misingi ya ufisadi na dhuluma katika nchi. Na kama hii ndiyo maana ya Gwajimaization, basi naipokea kwa mikono ya shukulani, na ningependa kila mtu awe naipokea kwa mikono ya shukulani. Leo tuko online, ibada hii ina makanisa yetu elfu mbili na mia moja arobaini na moja. Kusema kweli mengine sio makanisa ya ufufuo na uzima, lakini makanisa ya watu wanaompenda Mungu na wanaopenda Tanzania. <clears throat> Naomba mnisikilize kidogo.